Tumeweza kumpokea kijana wetu Joshua Obama akiwa na lengo la kutaka kusoma kozi ya muda mfupi inayohusiana na masuala ya uungaji vyuma au kwa Kiingereza tunasema welding. Amevutiwa sana na fani ya umeme wa magari baada ya kuwa tumemzungusha kwenye mazingira na ameweza kukagua chuo chetu kuona fani mbalimbali mbali. Lakini mbali na hapo, tumeweza kuhojiana naye kuhusiana na fani yake, tukagundua kwamba kuna umuhimu mkubwa katika kipindi ambacho anasoma iko cha miezi sita aweze kujifunza na ujuzi unaohusiana na matumizi ya kompyuta itamletea tija katika maisha yake hapo atakapokuwa amemaliza mafunzo ya ufundi hapa kwetu VETA. Chuo kiujumla ni chuo cha kimkoa, kinatoa fani kumi. Mbali na hizo fani kumi lakini pia hizo fani tunazitoa kwa kozi za muda mfupi. Ya, kwa sasa tumempokea mwanafunzi wetu kama alivyo darasani, sasa hivi ameshaanza mafunzo. Na mimi hapa ndo mwalimu wake, naitwa Baraka Ndoa. Kwao tunaanza kozi za utangulizi kwanza, na baadaye atazidi ata kuendelea zaidi kwenye mafunzo ya kompyuta, lakini akishamaliza mafunzo ya kompyuta, basi ataendelea na kozi nyingine kama alivyoomba. Ah, hapa chuoni nimepokelewa vizuri na nashukuru sana. Nianza kwanza na kumshukuru Mungu, aafu nimshukuru mheshimiwa Paul Makonda kwa kunifikisha hapa, ndoto yangu imetimia. Alafu pia nachukua shukrani hizi kwa kwa kuwashukuru wa Tanzania wote, kwa sababu bila nyie nisingeonekana hapa hivi. Paka sasa hivi ndoto yangu imetimia, namshukuru Mungu. Na hivi ndio vitu nitakavyoenda kujifunza uhakika na, na, nitaweka kichwani, nitasikiliza walimu wanachoniambia, nitatii, na Mungu akiwa naendelea kunisaidia, asanteni, awabariki sana sana sana, mpate zaidi ya hichi mnachokifanya.